Kufuatia picha mnato na picha mjongeo zenye kuonyesha watu wakishambulia vituo vya mabasi yaendayo kasi jijini Dar es Salaam na kushambulia baadhi ya mabasi yaliyokuwemo kwenye vituo hivyo, Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne amesema mbali na mabasi ya mwendokasi na vituo vinne vya mabasi hayo kupigwa mawe usiku wa tarehe moja mwezi wa kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano baadhi ya wananchi hao walifanya fujo katika vituo viwili vya polisi ambavyo ni kituo cha polisi Magomeni Usalama na kituo cha polisi Magomeni Kagera. Kamanda Muliro amenukuliwa akieleza yafuatayo. Kamanda Muliro alinukuliwa akisema yafuatayo: inadaiwa baadhi walifanya fujo kwenye maeneo yale ya kituo cha polisi cha usalama pale na Kagera na kwenye fujo hizo, baadhi ya magari yaliharibiwa vioo vyake, lakini pia baadhi ya vituo vile vya eneo lile vilipata madhara ya fujo zile. Kwa hiyo polisi walifika na kuweza kudhibiti hali ile pale maeneo ya Kagera, kwa sababu mabasi yalikuwa yanapandisha kuja Ubungo mpaka kule Kimara. Kusema ukweli, pamoja na sababu nyingine mbalimbali ambazo zimekuwa zikielezwa, lakini swala la kuharibu miundombinu hii ya usafiri ni kosa kisheria. Kwa hiyo hata ukitoa sababu nyingine mbalimbali mbali, sisi wasimamizi wa sheria tunaangalia usalama unaimarika namna gani. Kama kuna jambo lolote, zipo taratibu zinatakiwa kufuatwa, na hiyo ndiyo kauli iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne, kuhusiana na baadhi ya wa wananchi waliofanya fujo katika vituo viwili vya polisi ambavyo ni kituo cha polisi Magomeni Usalama na kituo cha polisi Magomeni Kagera, na kutoa rai kwa Watanzania kufuata taratibu na sheria zilizowekwa pale inapojitokeza changamoto kwenye jambo fulani. Lakini pia vile vile jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa taarifa kwa umma kupitia barua yake yenye kuelezea tukio lililojiri siku ya tarehe moja mwezi Oktoba ya mwaka 2025 majira ya saa mbili usiku maeneo ya gerezani Kariakoo Magomeni Mapipa Magomeni Usalama na Magomeni Kagera kwenye vituo vya mabasi ya mwendokasi, huku baadhi ya mabasi yakionekana kupigwa kwa mawe, tukio ambalo lilisambaa kupitia kwenye mitandao ya kijamii, na taarifa kutoka jeshi la polisi ilikuwa ikisomeka kwamba Taarifa kwa umma. Watu watatu wakamatwa kwa tuhuma za kuharibu miundombinu ya mabasi ya mwendokasi. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, tarehe 1 Oktoba ya mwaka 2025, kati ya majira ya saa mbili usiku, maeneo ya Gerezani, Kariakoo, Magomeni Mapipa, Magomeni Usalama na Magomeni Kagera kwenye vituo vya mabasi ya mwendokasi baadhi ya mabasi yalirushiwa mawe na vituo hivyo baadhi vyoo vyake kuvunjwa. Watuhumiwa watatu walikamatwa wanahojiwa, na chanzo cha matukio hayo kinafuatiliwa. Watuhumiwa wengine waliohusika katika tukio hilo wanatafutwa. Jeshi la polisi linaonya watu kutojihusisha na matukio ya kihalifu, ikiwemo ya kuharibu miundombinu ya umma. Imetolewa na Kamanda kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Tukio hili la vurugu lililojitokeza jijini Dar es Salaam limetikisa hisia za wananchi na wadau wa sekta ya usafirishaji nchini. Dar es Salaam ni miongoni mwa miji inayokuwa kwa kasi barani Afrika, na ujenzi wa mfumo wa usafiri wa haraka wa mabasi yaendayo kasi almaarufu kama mwendo kasi ulikuwa ni moja ya miradi mkakati ya serikali kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora ya usafiri. Mfumo huu ulianza rasmi kutoa huduma mwaka 2016 chini ya mradi wa DAT, yani Dar Rapid Transit, umeleta afueni kubwa kwa wakazi wa jiji kwa kupunguza foleni, kuokoa muda wa safari na kupunguza gharama za usafiri. Kwa miaka yote ya uwepo wake, mwendokasi umekuwa alama ya maendeleo na mabadiliko chanya katika usafirishaji wa umma. Vituo vya mabasi vimejengwa kwa umakini, barabara maalum zimetengwa na mabasi maalum yenye milango miwili kwa ajili ya kupokea abiria pande zote mbili vimewekwa. Lakini pamoja na mafanikio hayo, changamoto za uharibifu wa miundombinu na vitendo vya uvunjifu wa sheria zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara. Tukio la Oktoba mosi ya mwaka 2025 limeonyesha tena kuwa bado kuna changamoto kubwa ya nidhamu na usalama katika kulinda miundombinu ya umma majira. Saa mbili 2 usiku, maeneo ya Gerezani, Kariakoo na kuendelea hadi Magomeni, watu wasiojulikana walifanya vurugu kwa kurusha mawe kuelekea mabasi na vituo vya mwendokasi. Baadhi ya vioo vilivunjika, na abiria waliokuwa ndani ya mabasi walipata taharuki kubwa. Ingawa hakuna taarifa za moja kwa moja za majeruhi makubwa, hofu iliyotanda ni kubwa watoto akina mama, wafanyakazi, na wakazi wa maeneo hayo walipata hofu ya kiusalama. Jeshi la polisi likitumia intelijensia na taarifa za wananchi liliweza kufanikisha kukamatwa kwa watu watatu wanaodaiwa kuhusika moja kwa moja na matukio hayo. Hata hivyo, polisi wamesisitiza kuwa bado wanaendelea na upelelezi, kwani kuna dalili za kundi kubwa zaidi la watu kushiriki katika vurugu hizo. Kwanza, vurugu hizo zimesababisha hasara ya kifedha kutokana na uharibifu wa vioo vya mabasi na vituo serikali na DART italazimika kutumia fedha nyingi kurekebisha uharibifu huo, fedha ambazo kimsingi zingetumika kuboresha huduma nyingine za kijamii kama shule, hospitali, au kuongeza magari mapya ya usafiri. Pili, tukio hili limepunguza imani ya wananchi kwa usalama wao wanapotumia mwendokasi. Usafiri wa umma unategemea zaidi usalama na utulivu mara wananchi wanapohisi kuwa hawako salama wanaweza kuacha kutumia huduma hiyo. Aidha, vurugu hizi zimeathiri ratiba za safari za usiku. Wafanyakazi wa mabasi walilazimika kusitisha baadhi ya safari kwa muda kutokana na hofu ya mashambulizi, hii iliyochelewesha abiria waliotegemea mwendokasi kurudi majumbani mwao kutoka kazini, hali iliyoongeza usumbufu zaidi. Na hii si mara ya kwanza mwendokasi kukumbwa na changamoto za uharibifu wa miundombinu. Kumekuwa na ripoti za mara kwa mara za wananchi wachache wasio na nidhamu kuvunja madirisha, kuharibu viti na hata kutupa taka hovyo ndani ya magari na vituo. Wakati mwingine, baadhi ya wananchi wamekuwa wakijaribu kuingia katika magari bila kulipa nauli, jambo linalohatarisha uendeshaji endelevu wa huduma hiyo. Lakini tukio hili la kurushia mawe mabasi limezua taharuki kubwa, kwa sababu ni kitendo cha uhalifu kinachoweza kusababisha maafa makubwa. Endapo jiwe lingempiga dereva moja kwa moja au abiria, lingesababisha jeraha kubwa au hata kifo. Kwa muktadha huu, tukio la Oktoba Mosi linachukuliwa kwa uzito mkubwa zaidi kuliko matukio madogo ya uharibifu yaliyowahi kujitokeza. Jeshi la polisi limechukua hatua za haraka kukamatwa watuhumiwa na linaendelea na uchunguzi ili kubaini sababu za vurugu hizo. Je, ni kitendo cha uhalifu wa kawaida tu au je, ni mbinu za wahalifu kujaribu kuonyesha hasira zao kwa sababu fulani au kuna ajenda ya makundi fulani kujaribu kupandikiza hofu kwa wananchi? Maswali haya yote yanahitaji majibu ya kina. Kamanda wa kanda maalumu ya polisi amesisitiza kuwa watu wote waliohusika watakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Aidha, ameonya kuwa yeyote atakayejihusisha na uharibifu wa miundombinu ya umma atakumbana na mkono mkali wa sheria. Sheria za nchi zinatoa adhabu kali kwa makosa hii ya aina hii ikiwemo kifungo jela. Miundombinu ya mwendokasi ni mali ya umma na kila mwananchi ana jukumu la kuilinda. Ujenzi wake umetumia mabilioni ya fedha za walipa kodi wote. Na uharibifu wa mali hizi ni sawa na kurudisha nyuma jitihada za maendeleo. Kila jiwe lililorushwa na kuvunja kioo sio tu linaongeza gharama kwa serikali, bali pia linaongeza gharama kwa wananchi kupitia kodi zao. Aidha, mwendokasi si tu ni usafiri, bali ni injini ya maendeleo ya kiuchumi. Wafanyabiashara wadogo na wakubwa hutegemea mfumo huu kufikisha bidhaa zao kwa haraka. Wafanyakazi wa ofisi hutegemea mabasi haya ili kuokoa muda na kuongeza tija kazini. Kwa hiyo uharibifu wa mwendokasi ni sawa na kuhujumu uchumi wa taifa. Naam, hayo ndio yaliyojiri na kauli za jeshi la polisi kutokana na kile kilichotokea kwenye maeneo mbalimbali mbali. Haswa maeneo ya vituo vya mabasi vya mwendokasi kushambuliwa kwa mawe na wananchi wenye hasira kali, lakini pia baadhi ya mabasi ya mwendokasi kushambuliwa kwa mawe usiku wa tarehe 1 mwezi wa kumi ya mwaka 2025. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili, lakini pia endelea kutufuatilia wakati wote kwa habari zaidi kiganjani mwako.